Hadhara kubwa hii ya Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuna kila ulazima wa kuendelea kumshukuru Allah na kuzitaka rehma na amani zimwendee Bwana mkubwa huyu, ambaye tumeacha shughuli zetu vitanda vyetu kwa ajili yake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote nitambue uwepo wenu nyote, mashekhe zetu mbalimbali, wazazi wetu kwa nafasi ya kipekee nitambua uwepo wa mpambanaji wetu, Shekhe wetu wa mkoa Sheikh Hassan Kabeke atala Allahu bakaahu, Mwenyezi Mungu amsimamie na mlinde katika jukumu lake hili la ushehe wa mkoa. Sambamba na hilo, Mwenyezi Mungu amsogezee karibu kila lililokuwa zuri kwenye maisha yake. Leo nimekuwa sabu, hakuna namna tena ni sabu ambayo hata kwenye sabu haikuwemo. Allah tuwezeshe inshallah. Ndugu <coughs> zangu, tumekuja katika hadhara ya bwana Mtume Muhammad kwa lugha fupi ambayo inaweza ikaeleweka, tumekuja kwa mtume Muhammad. Sote hapa tuamini hivyo kwamba viwanja ni vya muumini Kabuhoro, lakini tumekuja hapa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtu yoyote aliyefunga safari akaenda kwa mtume Muhammad hawezi akafeli. Qurani imetutangazia sisi ikitutaka umuman kumfuata kumshika

Lawajadu llaha tawaban rahima. Aya hii ukitazama juu juu utaona ni kama sisi haituhusu, lakini kwa mujibu wa maelekezo ya wanawazuoni rahmatullahi alayhim, aya hii inatuhusu sote na hata wale watakaokuja baada yetu, bado aya hii inawahusu. Allah amesema walau annahum idhalamuu anfusahum, na laiti hao idalamu anfusahum katika kipindi ambacho watakuwa na mazonge, watakuwa na matatizo, watakuwa nafsi zao zimeanza kukata tamaa jaa wakakufuata wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi alihi wasallam, lugha aloitumia Allah hapa jaa uka, ukisoma katika Irshadul Fuhul ya Imamu ash-Shaukani tulivyozoea sisi nakira ikija baada ya sharti ndiyo inafidisha umuma, annakiratu fi siyaqi sharti tufidu umuma, lakini Imamu Shaukani anasema hata kitendo kuna wakati huwa kinafidisha umuma hasa kikija baada ya sharti. Kwa nini? liana lfila yatadamanuhu lmasdaru wa lmasdaru ala hukmi nakira. Kwa sababu kitendo huwa kinabebwa na masdar na masdar huwa ina hukumu ya nakira. Kwa hiyo kuna wakati kitendo kikija baada ya sharti kinaonesha kuenea kwa wote. Sasa kitendo hichi jauka kimekuja baada ya sharti, lau harfu limtinai ljawabi limtinai lsharti lau ni harfu yatadhamanu sharta. Kwa hiyo anasema jaauka ya hapa haiwahusu wale tu waliokuwepo wakati wa mtume Muhammad, maadamu imekuja katika siyaki ya sharti, inaonyesha kuenea kwa kila atakayekuwa katika uso wa ardhi, akiwa ana mazonge, akiwa ana magumu, nafsi yake imekata tamaa, jaauka akamkimbilia mtume Muhammad

Allah Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe makosa yao rahiman, lakini pia atawapa na kuwaondolea mazonge katika maisha yao. Masahaba radhiyallahu anhum wao walikuwa na uwezo wa kumfuata Mtume Muhammad kwa sababu walikuwa naye, sisi tumepewa kodi ya kumfuata Mtume Muhammad, ima ufanye lake au msalimie au mtakie rehma. Yeye ukimtakia tu, imekuja katika hadithi, nimalizie eh. yoyote atakayenisalimia mimi, Mtume ma min muslimin, au kama kala Rasulullah, ma min muslimin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi. Imekuja katika hadithi. Kodi password ya kumsogeza karibu mtume Muhammad ili yako yaondoke. Mtume anasema ma min muslimin Kanaan. Na wenyewe wanasema inma aqwa wa aghlabu min nafyi. Bila ukiona pahala Allah au Mtume Muhammad amekataa kwa kutumia ma kwa lugha nyepesi, au mtume kafika mwisho hakuwa na namna nyingine ili mumuelewe kuwa lazima atumie. Sasa mtume anasema ma min muslimin

lazima tufasiri hivyo. Ulamaa wamesomesha ya kwamba jumla inayokuja baada ya maarifa inakuwa ni hali. Lakini ukiangalia maneno haya bwana mtume Muhammad, hali yenyewe ameileta kwa madhi badala ya kuileta kwa mudhari'i. Ulamaa wanatusomesha ya kwamba hii imeletwa hivi radda liifadati tahaqquqil wuqu'i kwa ajili ya kuonesha uhakika wa kutokea hilo jambo, kwamba yoyote atakayemsalimia mtume Muhammad, hakika Allah hurejesha roho ya mtume Muhammad. Mtume Muhammad yanamjibu nini? Falsafa yake, ikiwa mtume anakujibu ulichomsalimia baada ya kumsalimia tafsiri yake amefungua ya mlango wa maongezi. Hata sisi katika maongezi yetu ya kawaida, kama una jambo unataka kumwambia mwenzako katika simu, unaanza na salamu, akikujibu ndio una shusha yako sasa. Sasa kama umemsalimia mtume Muhammad akakujibu, tafsiri yake amefanyaje? ya kafungua mlango So, fikisha yako ndio unaona, ulamaa wakatuambia katika kiamu, watu wamesimama, pitisha yako kwa sababu, kwenye kiamu kuna salamu ya nani? Ya mtume Muhammad. Kwa haya machache, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh